Kikundi cha wakina mama cha kuweka na kukopa cha Kimoka ki Sakos kilichopo kata ya Bomambuzi wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro kimewashauri wanaume wa kata hiyo kuto wazuia wanawake kujiunga na vikundi vya ujasiriamali na badala yake wawahimize kujiunga na kuanzisha miradi ya kiujasiriamali ili waepuke kuwa tegemezi. Taarifa ya Tadei Masawe inafafanua zaidi. Mwenyekiti wa kikundi hicho Bi Faida Mohamed ametoa ushauri huo wakati wa hafla fupi ya kikundi hicho kugawana faida iliyofanyika katika kata hiyo, ambapo amesema kuna baadhi ya wanaume wanaozuia wake zao kujiunga kwenye vikundi vya kuweka na kukopa, hivyo kuwafanya wawe tegemezi kwa kila jambo. Hatuwezi kulazimisha tena kwamba mtu yuko nyumbani, ipatie chumvi ipate ipati kipande cha sabuni ambacho ni kinakuwa ni kero. Sasa hivi vikoba vinafanya hatusemi tena vitu. Kutokana na elimu ya vikoba, tumeweza kukaa kwa pamoja, tumejielimisha, tumeweza kupata mikopo midogo midogo, tumeweza kujiendeleza kwa familia, tumekuwa sio tegemezi tena katika familia zetu, tunapeleka watoto shule, biashara zetu tumeongeza kipato Sae, tunajikimu mahitaji yetu. Akizungumza katika hafla hiyo kwa niaba ya mkuu Ka wa wilaya ya Moshi Novatus Makunga, kaimu katibu tawala wa wilaya hiyo William Isa, amewashauri viongozi wa vikundi vya kuweka na kukopa kuhakikisha wanakuwa wawazi katika kuonyesha mahesabu ya mapato na matumizi ya vikundi ili kuondoa manunguniko na migogoro isiyo ya lazima Wale na kuwashauri viongozi wawe wa wazi katika mapato yao ya kikundi chao cha vikoba, ili waweze kuongoza vizuri vikoba yao na waweze, na wa, watu ambao wa wanachama ambao wapo kwenye vikoba waweze kuamini uongozi wao pamoja na maendeleo ya kikoba chao. Ni kiripoti kutoka wilayani Moshi Mkoani Kilimanjaro. Mimi Nitedee Masawe kwa Channel 10.